Ok, habari za saizi jamani, somo letu la leo litakuwa ni kupakua application, ni kudownload application ama kwa namna nyingine kupakua na kufuta. Make unaweza ukapata mtu afahamu kufuta na anahitaji kufuta faili, nitaelekeza hapa. Hatua ya kwanza. Unafungua faili lako la Play Store kwenye, kwa wanaotumia Android unafungua faili lako la Play Store, Play Store. Ukishafungua faili la Play Store lipo faili, unaandika jina la faili, tuseme kwa mfano mimi Kine Master, mfano hilo nataka kulidownload. Ukishafika hapa ukaliona, unabonyeza hapo, ama unaweza ukabonyeza tu sehemu iliyoandikwa Install. Install hapo, tuseme hilo limesha downloadika, unabonyeza tuseme movie maker hapa, tuseme unataka kudownload, unachagua tu faili lolote ambalo unahitaji kulidownload Mfano hmm, mimi ni download ilivyo ambalo naweza nikalitumia, hapa cha tuone Spring Video Editor nilitumia ili, ni download ili tuone kama naweza kutumia. Kama hivyo unabonyeza sehemu ya kudownload inaanza kudownload hivyo Unasubiria kwa muda mpaka itakapomaliza hapa kuhesabu, ifike mia hapa. Hap, ifike mia tunasubiria. Faili lenyewe linaitwa Spring Video Editor and Maker. Imefika mia hapo, unaisubiria ina install. Ikiwa ina install hivi ni kwamba inajiingiza kule kwenye simu, mfumo wa simu. Naweza ikatoka kama hivyo nilivyotoka baadaye. Unatisubiria hapa, kuna wenye wameseti mafaili ya kujidownload yanakuja hapa. Je, ni nisubirie hapa kama ifuatavyo, installing, bado lina install Lina kama hivyo. Ukishamaliza hapo, unakuja unalifungua kama hivi, hapo unakuwa umeshali download umeinstall kwenye simu yako linakuwa limekuja kama hapo, unaona linafunguka, ila pia anaenda kuelekeza namna ya kulifuta ya kuliuninstall. Namna ya kuuninstall. Okay. Namna ya kuuninstall unakuja unabonyeza faili lenyewe bila kuliachilia, yani unagandamiza simu yako bila kuliachiria kulia kuna sehemu iliyoandikwa uninstall hapa, kwenye hichi kikapu cha kufuta hapa, unabonyeza hapo hapo. Ukishabonyeza watakwambia Do you want to uninstall this app, unabonyeza okay hapo. Ukishabonyeza okay hapo unakuwa umeshamaliza. <laughs> Unalifuta, limejifuta kama hivyo. Hiyo ndo namna nzuri ya kufuta na kuf... ya, ya kudownload na kufuta application. Ili kuendelea kujua mengi zaidi, tafadhali naomba uklik uklik... button ya subscribe hapo chini ili uweze kuelewa mengi zaidi kuhusu namna ya kutumia simu yako ya mkononi, na pia soon, soon, naanza kuelekeza namna ya kutumia kompyuta na PC na vitu vingine tu vya teknolojia. So naomba udrop subscription yako hapo alafu, u-comment kwenye comment section kwamba unataka video gani iwe next. Minakusikiliza wewe, then nitakuelekeza. Shukran.